Bado hujaelewa jiji lilivyo. Kwa hiyo sasa anapotoka huko anakuja huko anataka kujionyesha kwamba yeye sio mshamba. Tunao mitandao anavaa kiguo mpaka unaweza ukatoka wapi na ukatoka sijui wapi huko? Mbeya sijui wapi katoka anataka kulionyesha kwamba jiji na yeye analijua. Wewe bwana tukuite wa mtoto wangu, tukuite wa una mtoto wa Dar es Salaam. Tuambie shule ya msingi umesoma wapi hapa Dar es Salaam? Asi kigezo chote shule ya msingi tu umesoma wapi? Unakuja una form 5, form 6, form 4 na tuambie mtoto wa Dar es Salaam. Unijui Dar es Salaam ndo unatuletea ushamba sasa hapa Dar es Salaam. Umesoma wapi? Yaani tuelekeze shule ya msingi, msingi umesoma wapi ili yani, tukujue mtoto wa Dar es Salaam. Vile vitendo ambavyo vinafanya uh, na watu ambao wa nje, kwamba watoto wa mjini hapa wao wenyewe wazaliwa hapa hapa, hawezi kufanya. Yaani sio wengi sana. Mimi nakwambia Dar es Salaam max meharibika sasa hivi. Dar es Salaam haikuwa hivi. Yaani Dar es Salaam mimi nakwambia kipindi chizi cha utoto wetu Dar es Salaam mimi nimesoma Ilala Kasulo, kipindi cha utoto wetu cha utoto wetu Dar es Salaam hapakuwa na maisha kama haya, yalikuwa maisha ya upendo, maisha ya furaha, maisha mazuri. Unapigwa fimbo na mtu yoyote, unakanywa na mtu yoyote barabarani, unakula fimbo, ukienda kushtaki nyumbani unakula fimbo ne? Nini nimetokea tena? Mzazi wa barabarani anakupiga anakukamata hivi mpaka nyumbani kwenu unatoka babako mamako anatoka anaelezewa, mwanao nimemkuta na rusha mayo hivi hivi, anachukua fimbo naye anakuchapa, anakuchapa. Sasa hivi inawezekana? Soboto itawezekana wapi? Zamani ile mwezi wa Ramadhani tunatoka kucheza jimkana kule, vyakula vyote futari zinatolewa nje, futari zote zinatolewa nje, tunatoka nje pale, unapita unaenda kula zile futari pale mpaka Vingunguti futari zinatolewa nje. Sasa hivi anafanyika hayo mambo? Kwa nini hayafanyiki? Mji huu umebadilika, wamekuja watu sasa wanatuletea ule ushamba katika mji wa Dar es Salaam. Yani wanataka kutuonyesha wao, oh, watoto wa mjini wale, wao ni washamba, kwa wanakuja wanabadilisha yale mazingira yale, kila tunapokwenda mazingira yanabadilisha. Mimi zamani, wallahi, katika utoto wangu chakula cha mchana nilikuwa nakula polisi sana. Nimekula polisi cha mchana, nishatoka kwa kucheza huko na kwenda kituo cha polisi pale, ndio napewa pesa au nanuliwa chakula na kula pale pale polisi unanunuliwa chakula na mapolisi kabisa, unanunua chakula unakula, una pa, watu ambao waliocheza cheza miaka tisini, wanakumbuka themanini na tisa, themanini na nane. Namwambia bwana mjomba, njaa inaniuma, unapewa chakula pale, unakula, unaondoka zako vizuri kabisa. Yaani kulikuwa na amani amani amani, sijapata kuona mm. Wote watu watu walikuwa wanaishi kama ndugu, unavyoona Dar es Salaam mm. Kulikuwa hakuna mambo hayo, amna kabisa mm sijui watu katembea kwanza, ukitembea uchi kwa tuna kushangaa eh, ule kavaa nini ule, ueleweki, umevaa nini chasa. Watu wamekuja wamehamia Dar es Salaam hiyo, wamekuja tena, wamesoma, wamefanyaje hivi hivi, nao wanajiona watoto wa Dar es Salaam, mwisho wanajaribu Dar es Salaam. Mimi nakwambia ilienda i Dar es Salaam imeharibika, mpaka wasalamu wameharibika. Sasa zamani wa Dar es Salaam ndio walikuwa mwenye uji wao eh, na wandengereko walikuwa wastaarabu sana Dar es Salaam Wazalamu walikuwa starabu sana na Wandengeleko <tuk> <tuk> wanaongea, lakini kuongea kwao ni kwa maneno tu, ilikuwa mm, ni kwa maneno tu kuongea mm. Lakini Wazalamu ndio walishika Dar es Salaam, ndio ilikuwa ya kwao, yani ulikuwa mpaka unaona furaha kabisa Dar es Salaam. Dar es Salaam sisi tuliokaa kipindi kile tumeiona Dar es Salaam. Kwanza Dar es Salaam ni neema, ilikuwepo Dar es Salaam safi, watu walikuwa naishi kama ujamaa fulani hivi, kabla ijaenda kuharibikiwa. Imeharibikiwa sasa hivi. Ndio maana anambia tu sasa hivi wajaifaidi Dar es Salaam, wamefaidi uhuni tu unaoingia, lakini kipindi kwa Dar es Salaam wali... nikupe kisa kimoja. Mzaramu alipewa, ashalibikiwa naye hmm. alipewa ukua gereza. Jumapili wafungwa si wanapunzika. Yeye anawaambia hakuna kupunzika, mtacheza ngoma eh na <laughs> <laughs> <laughs> ngoma aenda kuchukua msanga ya migoma ok, huko anaileta pale, wafungwa wa wanacheza ngoma mpaka asubuhi. Kuna wafungwa wa wawili wakasema, sisi tumechoka bwana, tunaumwa hatuwezi kucheza ngoma. Akamwambia ize sana nyinyi, mtacheza draft. Pale posikia draft wakashangilia sana, ah, draft tuize, tunafanya hivyo tunafanya ah. Kaka halienda kwenye uwanja wa mpira, ndio uwanja wote akachora draft, watu watu ndio akachora wa draft moja ile Alafu chakuchezea tofali <coughs> eh, chakuchezea tofali lokete. Ukiingia kingi unapigwa tofali jingine juu. Sasa ole wako kwenye kula tatu pale. Wote waligeuka mapawa wiki ijayis, si bora tucheze ngoma tu, tulizania rahisi bora ngoma tu. Sasa imekwenda sasa hivi huruma ile imeondoka, imeondoka, huruma imeondoka. Alafu matendo yanayofanywa sasa hivi imefika mahala, unajua mwaka elfu moja mia tisa kama sabini na nane tuliangalia hivi sabini na sita, nimeona kulikuwa na maandamano Dar es Salaam ya kupinga vimini. Uiona ile sketi fupi, watu walikuwa wanapinga wataki. Lakini sasa hivi tunavyokwenda, kila siku kutembea uchi ni jambo la kawaida, kila tunavyokwenda kutembea uchi ni jambo la kawaida. Kwa hiyo, Bwana Max, nikwambie wale watoto mabinti wa chuo wale, machuoni sasa hivi kumekuwa kume hatari sana machuoni hatari sana machuoni. Kumekuwa yaani, sasa imekuwa watoto hawaji kusoma, watoto wanakuja huku na mawili mawili kutafuta pesa na kutafuta wanaume. Ndo umalaya huo, unaona, kufika mahala kugombania mabwana. Lakini mimi siamini mwejako anafanya trendi, tusiamini tu kama anaweza kufanya vile vetu okay,

Hizi ni trendi tu hizi. Mwijaku atatokea hapo, atasema siwezi kufanya kitu kama hiko, niombwe zamani mm -hmm. siwezi kufanya vitu kama hivyo mm -hmm. niombwe zamani na mwijaku sio mwijaku, mimi kwani jina lila kwangu peke yako mm -hmm. lakini jina yake atakuwa lishapanda. mchezo tu unachezwa da mm -hmm. mchezo tu huo yeah. mchezo tu unachezwa, kama kafanya kweli hivyo mm -hmm. ni dhambi kubwa lakini, mimi siwezi kumhukumu chochote kwa sababu asili yake alivyo kuvifanya vitu vile ni vitu vya kawaida. Kwa namna alivyo kufanya vitu vile ni vitu vya kawaida na wale wanawake, kwa namna alivyo kufanya vitu kama vile ni vitu vya kawaida. Lakini shehe mwenyjeku kuna clip alisema, alizungumza kwamba kutongoza Uislamu hukatazi haukatazi. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba inawezekana kafanya kweli, au unalionaje? kutongoza katika nini sasa kwa sababu Uislamu unaruhusu kutongoza ikiwa unataka yule mtu awe mkeo, lakini unaruhusu kutongoza ukafanye zinando? Unasema kutongoza kufai, kutongoza kunafaa, unatongoza nini? Unajua hiki Kiswahili, mm -hmm. hiki mimi namtongoza huyu anikubalia awe mke wangu ni muoe, Uislamu unakubali, mm -hmm. lakini sio unamtongoza kwamba we mwanamke wangu wa kulala naye, Uislamu haukubali, ah, utaongoza manake ni kumshawishi eh, ili awe mkeo. Uislamu unakubali, lakini kumtongoza au hiyo haukubali. <laughs> oh. Eh, iko ni kitu watu lazima wajue, huo Uislamu haukubali watu okay. Lakini kumshawishi bwana, mi nataka uwe mke wangu, ndio unamtongoza, unamtia maneno matamu pale mm. Uislamu unakubali, lakini kumtongoza kwa hawara wako Uislamu haukubali okay. Kwa hiyo mi nasema tujipe siku mbili, tutamsikia, lakini hiki nachokwambia kama natana nacho mjwko wanatengeneza trend mzazi, wale wana wazazi wao, na yule aliyefanyiwa ana mzazi wake. Wazazi wakiona hii video, watakuwa wanajisikiaje? Lakini pia kuna kitu gani ambacho wanatakiwa kujifunza wazazi, na hili ndio swali la kujiuliza. Hawa wakati wanafanya, kama ni kweli wanafanya, hawajui mzazi wake itamfikia, wazazi wao itawafikia. Wanajua madhara watakayopata kutoka kwa wazazi wao wanajua, wanajua si watoto wachua wale, yani wanaamini nyumbani hatutofanywa chochote ah. Yeah, kuifanya kitu Mtume ndo anasema ukitaka kufanya fiki tuangalia mwisho wake, Uislamu unasema tazama mwisho wake, kama tukio hili tumelifanya mm -hmm. Wazazi wakishagundua watakubali kulipa laada tena nah? Sasa kwa nini tunafanya ile tukio hawajapewa taarifa wa lakini, wanaamini wazazi wao ni simple, wanashawishika tu kwamba tunaweza kuwaeleza chochote wazazi wetu. Mtu ambaye amekuja kwa ajili ya kusoma au kutafuta maisha anakuwa kitu ambacho anaona kitatoa madhara kwa mzazi wake, hata akikifanya hawezi kukubali kionekane hadharani. Na ukimwona akakubali kionekane hadharani, kina faida kwamba mzazi wake ni pisi tu, kwamba ataendelea kufanya nayo kama ndio maana anasema malezi ya watoto toka tunapoanza nayo ni shida. Kwa hiyo wazazi wengine bado wanawaogopa watoto wao, wanachosema watoto wao ndo kile kile. Sasa hiyo ni shida moja wapo. Mzazi aliemlea mtoto wake na mtoto akaleleka, pafika mahala, akafika hatua mpaka ya kwenda chuoni awezi kufanya vitu kama hivyo. Hata siku ajaleleka tu mtoto.